John, hebu shika mic hiyo. John, ulimwambia kwamba mpe John mic. Na nini kilikusukuma kumwambia vile? <laughs> Sasa alikaza, nikajua hapa siwezi kutafutwa. Kwao nikaona niweke msimamo, nikaambia usiponitafuta kila siku kuna mtu ataleta kadi hapa dirishani. Ndio nilichomwambia mpaka utafutwe. Ulitafutwa baada ya gani? Nilitafutwa, alikaa muda, alikaa muda. Sasa sijui kadi zilimfikia au alikuwa anaweka kwenye dustbin, lakini kuna muda ilibidi anitafute.